Kwa nini Kitulo? Watu wengi wana, wanajiuliza kwa nini tuliamua kuja hapa kileleni. Jibu ni rahisi. Hakuna mahali pengine duniani kama Kitulo. Hii ni bustani ya Mungu. Kamati ya maandalizi iliamua kuanzisha mbio hizi ikitanguliza hifadhi ya kipekee duniani. Tunataka tunataka dunia ijue kuwa Tanzania ina hazina ya maua ya asili mazuri ambayo huwezi kupata popote mahali zaidi ya Makete. Hivyo basi, wana michezo mbalimbali pia tunawakaribisha waweze kufika ndani ya hifadhi yetu ya Kitulo maana wao wataimarika zaidi, maana wanakwenda katika nchi mbalimbali kwenda kufanya kwenda kufanya michezo. Hivyo waki, waki wakiweza kufika katika eneo hili la baridi, wanaweza kukabiliana na baridi za nchi mbalimbali, kuinua michezo, kulenga kuinua uchumi wa Tanzania, mikoa ya Njombe kwa ujumla. Wageni tutakao kuja tutakao kuja watakao kuja malazi yanapatikana, chakula na huduma mbalimbali katika kituo, katika kituo cha Kitulo. Kitulo Garden Marathon sio mbio za, za faida tu, ni mbio zenye moyo wa kijamii, sehemu ya mapato yatakayoelekezwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo ya kijamii hapa Makete, hususan katika sekta ya elimu ambao tutakwenda kuinua kuanzisha tehama na pia upande wa afya, katika kuongezea vifaa mbalimbali vya afya katika hospitali yetu ya wilaya na hospitali zingine ambazo tuko nazo katika wilaya yetu. Tunataka kukimbia kwa ajili ya kuimarisha afya za wamama na watoto na kuboresha mazingira mazingira ya kusomea ya watoto wa Makete kuunga mkono juhudi za Tanzania, za taifa. Mbio hizi za mbio hizi ni sehemu ya kuunga mkono juhudi kubwa za mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunaamini kuwa utalii huu wa michezo nguzo muhimu ya kukuza pato la taifa, kuongeza idadi ya wageni katika katika hifadhi na nchi yetu. Lakini pia tuna jambo la kipekee sana siku kabla ya marathon, siku ya tarehe moja, tutakuwa na mbio za baiskeli. Waendesha baiskeli wataanza wat, safari yao yao kuanzia Njombe mjini na ku, kupanda milima na ma, na mandhari nzuri mpaka Makete mjini na kisha kuungana na wakimbiaji mbio za miguu ambao watakutana nao katika hifadhi ya Kitulo. Tunapenda kutumia fursa hii kukamilisha sana uendeshaji wa baskeli na vyama vyao kuwakaribisha waendeshaji wa baskeli na vyama vyao kuweka historia katika hifadhi yetu ya Kitulo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbio hizi zaidi za iyari ni nifu, nifu, furaha ya kuitangaza Tanzania na fursa ya kibiashara na pia fursa kuleta tabasamu kwa ajili ya Wanamakete. Kwetu sisi kama hifadhi ni fursa ya kutoa elimu kwa wananchi juu ya mambo ya uhifadhi na utalii, lakini pia kuhamasisha jamii kutembelea vivutio, lakini pia kulinda taswira ya hifadhi, kulinda taswira ya shirika, kulinda taswira ya wilaya ya Makete mkoa wa Njombe pamoja na taifa letu la Tanzania kwa sababu hii ni hifadhi ya kimataifa ya kimataifa. Kwa wale ambao hamfahamu, hifadhi ilishinda tuzo ya Africa's leading honeymoon destination, yaani kivutio kinachovutia kwa fungate barani Afrika. Kwao ni hifadhi ambayo inajulikana sasa kama ni hifadhi ambayo inajulikana, na sio hapo tu, tukaingia pia kwenye kinyang'anyiro cha World leading destination, hiyo hiyo yafungate, na tulikuwa tunapambana na majayanti. Hatukufanikiwa, lakini kitendo cha kuwepo kwenye ushindani na nchi kubwa kubwa duniani pamoja na vivutio vikubwa sana duniani tayari kimetuheshimisha na kufanya tujulikane. Kwa hiyo ni muhimu sana tunapoitangaza marathoni hii tuitangaze kwa kutoa taarifa sahihi zinazohusu hifadhi, pamoja na utalii wetu na uhifadhi katika nchi yetu. Kwa nafasi hiyo, kama chama cha riadha mkoa wa Njombe, tunayo furaha kubwa sana kwa waandaaji, na tunayo furaha kubwa sana na tunawapongeza sana sana waandaaji wa hii marathon, kwa sababu na sisi sasa tumepata pa kuanzia. Bila shaka tunatambua katika mkoa wetu, sina shaka kama kuna marathon ilishawahi kufanyika, na ninaamini kwamba Marathoni hii Kitulo Garden Marathon inaenda kuwa marathoni ambayo inapanua uwanja mkubwa sana wa kuweza kuitambua sasa mkoa wetu wa Njombe. Ndugu zangu, mkoa wa Njombe una rasilimali kubwa sana. Lakini pia kupitia hii uh, Kitulo Garden Marathon sasa watu tunaenda kuwatambulisha. Inawezekana kuna watu hawafahamu kwamba tuna tuna hii national park ambayo inaitwa Kitulo. Na, na tunatambua ndani kuna wanyama lakini pia kuna garden, lakini pia kuna maporomoko, kuna vivutio vingi ambavyo viko hapa ndani. Kupitia hii marathon tunaenda kutambulisha taifa zima, lakini pia tunaenda kutambulisha mkoa um, wetu kimataifa kwamba katika mkoa wetu wa Njombe kuna vitu gani ambavyo ni vizuri ambavyo watu wanaweza wakija wakanufaika navyo. Nitoe wito au nitoe rai kwa, kwa wanariadha wote lakini pia tutakuwa na fun run, nadhani, si ndio? Na kuna wengine watatamani kuja kutembelea humu, sio wanariadha, lakini watatamani kuja kuangalia eh mandhari imekaaje, waje. Kwa sababu kuna zile fun run ambazo zitakuwa nadhani kilomita tano zipo, lakini pia na wanariadha ambao wanakuja kushindana. Nadhani dau litatolewa, mshindi wa kwanza, wa pili, mpaka wangapi wanapata kiasi gani, ni namna gani pia ambavyo tunaamini kupitia hii marathon watu watapata fursa, watapata pesa ko wanariadha wenzangu, nipende kuwaalika sana, nidhani tarehe mbili mwezi wa tano waweze kufika kushiriki katika imaraoni. Hifadhi ipo tayari kutoa ushirikiano na tunawakaribisha sana. Mmesikia hapa natambulishwa. Watu wa mbio wapo wapi? wameenda kutembea. Siu nani upo wapi? Ameenda. Kumbe wa Watanzania wanapenda kutalii. Hey, wa Watanzania wanapenda kutalii. Sasa umetaja juhudi za Mama Mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ile filamu mbili zile kiwemo ya Royal Tour. kwa mara nyingine tena karibuni sana ujumbe wetu sisi hifadhi ya Kitulo ni upendo mmeona tumeshinda kipengele cha Africa's Leading Honeymoon Destination honeymoon sinifungate jamani mambo ya malavidavi kwa hiyo wakati tunatangaza hii marathon tutangaze pia na swala la upendo watu wasione tu wanakuja kukimbia, waje pia kusherehekea upendo na wale wa wapendao, anaweza akawa mke wako, akawa ndugu yako, mtoto wako, rafiki yako, meti wako wa kwenye kikoba, kwa wakina mama na wakina baba pia, mnaocheza vikoba mpo pia, kwani uongo? Ehem. Kwa hiyo Kitulo, waje hapa kufurahia kukimbia, lakini pia kusherehekea upendo. Tunasema Kitulo, celebrate your love. Tunafanya uzinduzi wa marathon kubwa kabisa inayofahamika kama Kitulo Garden Marathon inayokwenda kufanyika mkoa wa Njombe wilaya ya Makete, lakini sio kwenye eneo tu, kwenye eneo ambalo ni potential kwa Tanzania, potential kwa Afrika, eneo muhimu kwa dunia nzima, tumeshaambiwa na muhifadhi mkuu limeshinda limeshinda tuzo mbalimbali. Kwa hiyo tunakwenda kufanya marathon katika eneo ambalo ni muhimu na ni kitovu cha utalii hapa Kitulo. Ndugu zangu, kwa dhati kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sote pumzi na uhai, lakini pia kutukutanisha hapa katika ardhi hii. Ni tukio linalokwenda kuitangaza hifadhi hii, ni tukio linalokwenda kutikisa Makete, ni tukio linalokwenda kutikisa Tanzania nzima. Lakini pia kwa sababu Kitulo ni hifadhi ya kimataifa, tunakwenda kuzindua marathoni ya kimataifa ambayo inahamasisha utalii wa kimichezo. Nasema hii ni mbio ya kipekee kwa sababu inafanyika ndani ya kile tunachoita bustani ya Mungu au wengine tumezoea tunasema ni Serengeti ya maua. Ni waalike wana makete wote. Watu wa Njombe, wanariadha kutoka mikoa ya karibu, wanariadha kutoka Tanzania nzima, lakini wanariadha wa Afrika Mashariki, wanariadha kutoka ulimwenguni kote kushiriki katika marathoni hii. Ni marathoni ya kipekee kwa sababu inafanyika kwenye bustani ya Mungu, bustani ambayo ina maua ya tofauti, bustani ambayo ina wanyama ni bustani ya upendo, ni waalike wote kuja kushiriki. Tunawaalika vijana, tunawaalika wazee, watoto, lakini pia watu wote na familia zao waje kushiriki kwenye marathoni hii, kwa maana ya mashindano, lakini pia kufanya utalii wa hapa katika Kitulo kama ambavyo tumeweza kuelezwa na waandaji. Fedha zitakazopatikana kutokana na marathoni hii zinakwenda kusaidia kutoa huduma mbalimbali mbali katika maeneo yetu ya halmashauri ya Makete, kwa maana ya huduma za afya, huduma za elimu kwenye shule zetu za msingi na sekondari. Mimi niwapongeze sana kwa ubunifu huo, lakini niwahamasishe wana Makete popote mlipo Tanzania, popote mlipo ulimwenguni, popote mlipo njooni, turudi nyumbani tuijenge Makete yetu. Lakini pia watu wa Njombe, hii ni shughuli ya kwetu, tuoneshe mfano tusiwaachie wengine wa kutoka mikoa mingine wafike hapa, wasitukute sisi tunapoelekea. Tarehe mbili ya mwezi wa tano, siku ambayo mbio hizi zitafanyika, niendee kuwakaribisha wageni wote kutoka maeneo yote duniani. Njooni Njombe, njooni Makete, njooni mwone uzuri wa hifadhi ya Kitulo. Njooni mjionee bustani ya Mungu. Tunawahakikishia wote mtakaofika katika eneo hili usalama wa kutosha, ulinzi na huduma muhimu zitakwepo, na huduma hizo zitakuwa za kiwango cha juu na cha kimataifa. Na kwa kusema hayo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa baba yetu Anton Mtaka, kwa heshima kubwa nazindua rasmi maandalizi ya Kitulo Garden 2025. Mungu ibariki Njombe, Mungu ibariki Tanzania. Mungu awabariki wote ambao tumeshiriki katika shughuli yetu siku ya leo. Kwa majina naitwa Emmanuel Mbogela, mimi ni mdau wa michezo. Akipekee kwanza nipende ku, kuwapongeza wenzetu ambao wamepata wazo la kuleta mashindano ya marathon ndani ya hifadhi ya Kitulo. Upekee huu nawapongeza kwa sababu ni kitu kinakuja kufanyika kwa mara ya kwanza ndani ya wilaya yetu ya Makete na ni jambo la heri kwa sababu marathon kufanyika ndani ya wilaya ya Makete inaleta fursa za kiuchumi na fursa ya kiuchumi iko katika eneo la wenzetu ambao wanamiliki guest lodge na hotel kwamba zitapata wageni na watu watapata income, lakini zaidi ya hapo, wajasiriamali wadogo wadogo vyovyote walivyonavyo watauza. Makete tuna tuna apples tuna parachichi, zitapata wanunuzi. Lakini zaidi ya hapo, tuna viazi ambavyo eneo la Kitulo ni maarufu sana kwa kilimo cha cha viazi, watauza mazao yao. Lakini pia na watu wengine pia watapata exposure ya kuona Makete jinsi jinsi ilivyo. kwa Makete pia itafunguka, na watu wataifahamu Makete. Kuna watu haifahamu kabisa Makete gani na inapatikana wapi. Kwa kupitia Kitulo Marathon basi watafahamu Makete, lakini fursa zingine zinaweza kuongezeka. Nawaalika kwenye marathon hii wafike Kitulo wajionea hali ya Kitulo, na ni mwezi mzuri ambao pia mwezi huo ni miezi ya ukungu, ukungu, kwa hiyo watakutana na hali fulani ya hewa ambayo si ya kusimuliwa, ni hali halisi ndio ile ya Makete jinsi ilivyo lakini watakuja kwenye eneo la, la mwinuko mkubwa ndani ya wilaya ya Makete kwao, wakaribie wajionee Makete jinsi ilivyo. Na wadau kutoka wilaya zote halmashauri zote za wilaya za mkoa wa Njombe wakaribie kwenye hiyo marathon, tujoini tu pamoja, tuinjoi pamoja. Marathon hii ni fursa. Kwa uzinduzi huu wa Kitulo Garden Marathon e, kwanza, ni tumeandika ni historia historia katika mkoa wetu na wilaya yetu ya weletu ya Makete na katika uzinduzi huu tunaamini kwamba italeta wapasaji mkubwa. E, watu wengi tunaamini watahamasika, watakuja, watakimbia lakini si kukimbia tu, lakini pia kitendo cha kufika mahali hapa wataitangaza mbuga hii ya Kitulo National Park, lakini pia ni tangazo la ulimwengu wote kwamba e, Kitulo ni mahali pazuri sana ambapo ni uumbaji wa Mungu ambao unapendeza kwa watu wote. Lakini pia isitoshe kwamba pamoja na hayo kwamba e, hii hifadhi ya Kitulo itakuwa ni kimbilio kwa watu wengi. Watakuja watu kwa kuangalia vivutio mbalimbali, mfano maporomoko ya maji na maua na wanyama na hivi vyote vinaifanya Kitulo National Park iwe nzuri zaidi. Lakini mbali inakuwa na maua, lakini pia e, hii ni sehemu ambayo ni kama sponge ambayo inachuja maji, mengine yanaelekea kaskazini, mengine yanaenda kusini, ambayo yote yanaungana kuingia kwenye bahari ya Hindi. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana katika hifadhi kwa nchi yetu. Kwa hiyo nashukuru sana, asante. Jina langu naitwa mchungaji Kriston Ngogo, msaidizi wa askofu kutoka Dasi ya Kusini Magharibi Magoe.